Kwa nini tunafanya wife summit? Tunafanya wife summit au kongamano ile wanawake ambao wako kwenye ndoa kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha kiroho. Mwanamke ni kiumbe cha kiroho ambaye, ile nguvu ya kiroho inayomwongoza ndio itaamua mustakabali wa familia yake. Tunafanya wife summit kwa sababu mwanamke ni kiumbe cha kiroho na ile nguvu ya kiroho inayomwongoza huyu mama kwenye familia ile nguvu ya kiroho inayomwongoza huyu mwanamke aliyewekwa kwenye hii familia itaamua mustakabali wa familia yake, kama inakuwa ya Mungu au inakuwa ya Shetani. Anayeamua ni mwanamke, it is the God of the woman who is worshiped in the house. Si kama mmeelewa nilichosema, it is the God of the woman who is worshiped in the family. Na ndio maana wale wanawake ambao Sulemani aliwaoa, yeye alikuwa na Mungu wake Jehova, Mungu wa baba yake Daudi, lakini alioa wanawake wale wanawake walikuwa na miungu yao. Aliishia kujikuta naye anaabudu huyo mungu wa hao wanawake. Why? Because it is is the the god of the woman who is worshipped in the house. Kwa hiyo mwanamke kama kiumbe wa kiroho itategemea yeye anaongozwa na mungu yupi, na yule mungu anayemwongoza huyu mwanamke ndiye atakayekuwa mungu atakayeongoza hiyo familia. Sasa kwa sababu tunataka wanawake na tunataka Mungu atawale familia zetu, lazima tumtengeneze mwanamke. Kwa sababu mwanamke ndiyo lango linaloamua which God is ruling over the family.